Moja ya ngoma ambazo zinafanya vizuri sana sasa hivi Afrika na duniani kupitia mtandao wa TikTok ni ngoma ya My Darling ya kwake Chella. Sasa kwa wale ambao wanatumia TikTok wanafahamu balala hii ngoma namna ambavyo watu wameikubali wameifanyia challenge nyingi sana. Kiukweli asilimia kubwa ya watu ambao wameupenda wimbo huu ni kwa sababu ya mtandao wa TikTok na sasa hivi umekuwa ni wimbo mkubwa sana. Sasa tayari Diamond Platinums ametangaza ujio wa remix ambapo Chella amemtafuta Diamond na kufanya naye remix na Diamond Diamond kwenye page yake ya Instagram, ameshare kipande hiki ambacho kinamuonyesha Chella hapa akiwa na washikaji zake wanacheza remix hii ikiwa, eh, wanasikiliza verse ya Diamond Platinumz, and then Diamond ameandika big song, big verse. Amemtag hapa Chella boy hashtag my darling remix. Hii itakuwa ni kubwa sana kwa sababu uh, ni wimbo mkubwa kikweli. Kwa hiyo unaona namna ambavyo Diamond pia ataongeza nguvu katika kuisogeza hii ngoma, endelee kufanya vizuri, kwa sababu tayari original, kama ndivyo kueleza, inafanya vizuri sana hivi YouTube kwenye akaunti ya, uh, Chela, nenda kwenye comments, utaona kwamba asilimia kubwa ya watu wengi ambao wameufahamu wimbo wanasema umetokea TikTok. Nimeona TikTok nikaamua ni utafute. Kwa hiyo uh, my darling, mimi mwenyewe pia nakiri wazi kwamba nime download kama siku tatu nyuma, nimeweka kwenye playlist yangu, ni miongoni mwa nyimbo ambazo nazisikiliza na ni wimbo mkali sana. Kwa hiyo tayari, uh, Chela amempata Diamond Platinumz na wamefanya naye remix na Diamond ameshare kipande hicho cha video. Hapa Chela akiwa na shikaji zake akiwa na vibe verse ya Diamond Platinum. Sitakuwekea hapa usikilize kwa sababu ya masuala e, ya haki miliki, lakini ukitaka kusikia, nenda kwenye page ya Diamond Platinum, utasikia hicho kipande cha verse ambayo Diamond ameiweka kwenye ngoma ya my darling ya kwake Chela boy. Una mtazamo gani? hapo chini kwenye sehemu ya comment, nikukumbusha pia kusubscribe hapa SnS kwa taarifa nyingine kila wakati.